Natamani unisikilize kwa makini sana. Tena naomba usipeleke mbele video hii. Kama wewe kuna jambo unaliombea kwa muda mrefu na kuna jambo natamani Mungu aingilie kati. Umeomba, umeombewa, umetoa sadaka, umefanya kila kitu. Natamani unisikilize kwa makini sana. Hivi, unajua kwamba kuna kitu kimoja tu kinaweza kikazuia ili wewe usipokee majibu ya ombi yako na usitoke hapo ulipo? Natamani nikupe ushauri katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Badala ya kuendelea kuomba, hebu tamani leo hii tumia kitu kinaitwa kutafakari katika Roho Mtakatifu. Kutafakari katika Roho Mtakatifu ni kutulia chini, mahali pa ukimya, mahali pa utulivu, kwa wimbo mzuri sana wa kuabudu nyuma yake, alafu mwambie Roho Mtakatifu, natamani leo nitafakari maisha yangu mimi na wewe. Unapotulia muda kama huo, ukampa Roho Mtakatifu nafasi Siku ya kwanza inaweza ikapita dash, ukirudia siku ya pili inaweza ikapita dash, na nakushauri, hakikisha uwe ni mda mmoja unaopractice kila siku. Nikwambie wazi, siku saba ni nyingi sana. Roho Mtakatifu atasema na wewe, aidha kwa ndoto, aidha kwa maono au kwa mawazo yako. Utashangaa unachokiwaza unachokifikiri kinachukua nguvu ndani mwako, na unatoka hapo ulipo. Wakati mwingine unaomba ila kufikiri na Roho Mtakatifu ndiko ambao kunafanya washindi wa maombi washindi. Kwa Mungu wewe, washindi Mungu akubariki wa sana.